Dorini, mpenzi wangu Dorini, kekena, mpenzi wangu mpenzi wangu tena. hapa huyu sio ugeni, ugeni kabisa. Kimya. Huyo mtu mzima hapa yuko wapi? Maisha. Unazidi kuwa handsome je? Unazidi kunawili kwa sababu yako. Hata ni mpolisi sana pia. Lakini vipi, mbona umekuja ghafla ghafla? Kuna shida gani? mm -mm. Tulia hata mimi na surprise yako. A surprise? Yeah. Gani yeah? Gani tena <coughs> Mama, Najua kila siku ulikuwa unasikia Jordan, Jordan, Jordan. Huyu unayemwona mbele yako hapa ndio Mr. Jordan. Na huyu ndio chaguo la moyo wangu na ndio mwanaume ambaye nampenda kwenye maisha yangu yote. Jordan. Huyu ndio Mama Kena. Najua ulikuwa una hamu sana ya kumjua na nilikuwa nakusimulia mambo mengi kumhusu yeye. Shikamo mama. Marahaba, hujambo? Ah, sijambo. Nashukuru kukufahamu. Uh, ujio wangu hapa nimekuja kutaka kujua tu. Naomba uniambie una mpango gani na mwanangu? tole hicho kisokoro kwinyo kinachotaka kuingia kwenye maisha ya watu binafsi. Mimi nimeridhia, wewe ndo mkamwana wangu, wewe ndo mama wa wajukuu zangu. Fanya kila njia, pambana kadri uwezavyo, niondolee uchafu wote, takataka taka zote, ukiacha huyu aliyeotwa ndotoni, hata wengine wote ambao wanatarajia kuingia kwa mwanangu Tasha. Naomba unisafishie fanya kwa nafasi yako. Kwa upande wangu mimi nimeshamaliza, mwanangu kio Kolo kwinyo, bibi yetu alikuwa mzima kabisa, leo ametoka. Sasa hivi unamrudisha kwenye hali kama ile. Unamaanisha nini? Unamrudishaje mtu kwenye hali kama ile? Naongea naye, usiniangalie wewe, usitumbue macho kama umenyua mafutari bwana wewe. Tuambie, bibi yetu kafanya nini? Alafu sio tunaongea naye, umetunyamazia. Hebu mwachieni mwanangu, jamani, mwanao, mwanao? Ndiyo. Au hamtaki? Zawadi, njoke hapa mama. Shani kamtoto, kaeni hapo. A, mwana Shani kamtoto, kuanzia leo hii ninapozungumza, huyo ndo mke wa mjomba wenu. Unajua mama, kusema kweli, ninampenda sana binti yako. Ni binti ambayo umemlea vyema, ana tabia nzuri, mpole na kama unavyomwona, mashavaa mzuri na, ila kwenye suala la nini, malengo yangu juu yake Kusema ukweli bado naendelea kumsoma soma vizuri tabia. Wewe unasemaje? Amekuwa eh? Umsome mwanao gazeti ama amekuwa kitabu mama? sauti kidogo chini kwa sababu majirani zangu wa Kiswahili. Nataka wasikie una tabia chafu ya kijana. Mama, umenelewa vibaya tu, ninachomaanisha kwamba nipo tayari kumuoa binti yako, nitamuoa unasemaje, Jordan?

Unavyotaja hilo jina unazidi kunivuruga ubongo wangu unachanganyikana, maji damu, kila kitu, yani unavuruga vuruga humu, sielewi. Sitaki kusikia hilo jina hapa ndani, yani sitaki kusikia sauti ya yule sisimizi. Mkilitaja hili jina lake hapa ndani mimi mnazidi kunichanganya. Tena nisimuone kwenye mlango wangu hapa. Wa, mkitembea huko mkizurura huko, kuanzia sasa hivi huyu ndo mkaza mjomba yenu Tasha na ndo mama wa wajukuu zangu mimi. Zawadi mwanangu. abe mama, kwanza naomba unisamehe sana, yaani unisamehe mno, nilikunyamba nikakunyambua nikaongea maneno machafu yote juu yako naomba unisamehe mwanangu. Wakati mwingine hata sisi wakubwa huwa tunakosea. Naomba unisamehe mama, nisamehe sana. Naomba unisamehe mwanangu. Amna mama, usifanye hivyo. usifanye hivyo mama. Nilikuumiza sana moyo wako mwanangu, nilikuongelea uchafu mwingi sana. Naomba unisamehe Zawadi, nisamehe sana. Usijali mamaangu hata hivyo, haukuwahi kunikosea hata siku moja, ila mimi ndo mwenye makosa kwako. Naomba nisamehe mama, nisamehe mama, sitarudia tena Zawadi. Sio nani? Mpanga tena mpangaji? Mama ni mswahili huyo, sio? Unamuona amekuja, ni kasikia kidogo hapo. Mpangaji mwenzio yuko wapi? Jordan, mbona unajizima data ile kwao? Mimi mpangaji mwenzio? Muone kwanza macho yake. Jordan, huyu msichana tena? Wewe binti, samani, mimi sio msichana. Afu Jordan, Jordan mpenzi wangu, ulikuja kuniambia kwamba umeshaachana na huyu binti, ukaniambia kwamba nikusamee, nimekulipia hadi kodi hmm? na mimi? As, kuna mwingine yupo nyuma yako kimya? Huyo mtu mzima hapa , maana hata simuoni mtu mzima hapa, wote naona watoto wenzangu. Wewe binti, usinione nimekaa kimya, ukaanza kunipanda kichwani. Sawa tena. Funga huo mdomo wako, shika tena adabu yako sasa. Mama mimi nae nani ambaye hana adabu? Wewe ndo hauna adabu. Yaani badala mama upumzike nyumbani, mwanaume ndo aje ajitambulishe kwako, wewe mama ndo unatoa miguu yako, unamfuata awala wa binti yako kweli, afu unadiriki kuniambia mimi sina adabu. Adabu mama, jifunze kwanza wewe adabu! Kelele wewe, msichana usokuwa na maadili wala heshima, sijawahi kumvumilia mtu ambaye anamtukana mzazi wangu

Usisikilize ya kwangu mimi, nakwambia nenda shule hautaki eh? huyu ndio mwanaume ambaye anakufanya wewe ushindwe kunisikia mimi mzazi wako? Nenda chuo hutaki, unasema nina mwanaume ambaye ananipenda kwa dhati eh? Kumbe hayo maneno yote hayapo, si ndiyo? Huyu mwanaume gani jamani? Haendani na wewe, hana nidhamu. Natukanwa leo mbele yako, mwanangu, unajisikiaje leo? Sasa nisikilize baba, kuanzia leo wewe si unampotosha mwanangu. Sasa nisije nikaweona sura yako karibu. Hey, mm, oh, na mwanangu utanielewa vibaya na. Na, na. Unakuja hapa nyumbani unapiga magoti hivi, unajua nakusema mangapi wale ni mara ngapi nimeshakwambia kuambia swala wewe kuja hapa nyumbani, sitaki uje, usije Zawadi, mpaka pale watakapo kukubali mimi nikuoe wewe. Halafu kama kuhusiana na yule mwanamke tayari nimeshakwambia, nipe muda, taratibu nitamtoa katika moyo wangu. Wewe unakuja hapa nyumbani bila ruhusa ili iweje? kwa nini unakuwa hivi Zawadi? Mr Tasha, usipende kuhukumu kitabu kwa kutazama cover. kaa unapaswa kwanza kukisoma iko kitabu kukielewa, baada ya hapo ndo ukitolea makosa. Na kuhusu mama, mi nilikutana naye barabarani, alikuwa yupo hoi sana, ikabidi nimsaidie. Au kuna makosa mi kumsaidia mama? Nikutakia siku njema mstakasha, ila jua tu nakupenda sana. unajifanyia tu unavyoweza, si ndio? Mtawala mkuu wa nyumba mwenyewe, ndo unaingia kwa mbwembwe, unatoka utakavyo, unarudi utakavyo. Hapo ulipo wewe mtu mzima na akili zako, unajua zuri na baya, wewe wakutoka tu unavyojisikia, uwache milango yangu yote wazi, umeacha tv on, ipo yenyewe, hakuna anayeangalia bila kujali kuna umeme unatumika, bila kujali mlango ulivyoacha wazi, yoyote anaweza akaingia na akabeba chochote atakachojisikia ataka, na matokeo yake nikawa nimepata hasara, kwa sababu sio vya kwako na ndio maana huvionee uchungu. Sasa nataka tu nikupe ushauri mdogo tu kwa faida yako, ni kwa nini usiamue tu ukahama uondoke, ukapangisha ukapangishe nawe chumba chako au ukajenge nyumba yako, ili uweze kuwa kwako. Alafu haya unayoyafanya ukayafanye kwako, utoke tu unavyojisikia na uwache mlango wazi, kama kuibiwa uibiwe, alafu uone raha ya maisha yako. Je, hivi kwa nini usiondoke ukanipisha, uende kwako na wewe, ukae na kwako, uniache mimi niwe huru, ili niweze kuishi kwa amani? Kendi unanichosha wewe sasa hivi sio mtoto mdogo, kukaa kila saa o, nakusemesha, sijifunga milango, sijifanya hivi. Umenichosha, na wewe uona kwako, mimi nipate amani bwana. Ala, siendi popote, na uwezi kuwa na amani mwazani, kwa sababu unachukua mtoto wa mtu unampelekea wewe mgumba, ili ajifanye kwamba na yeye kwenye ndoa yake ana mtoto wekendi. Unajisikia kweli? Unajielewa? Hebu hebu nifafanulie kwanza, kwa sababu bado sijaelewa mpaka sasa hivi. Mtoto huyu unaomzungumzia, sijui watoto wa watu, sijui nini, ni mtoto gani unaomzungumzia? Kwa sababu watoto hujue, wako wengi. Kuna watoto wajicho, sijui kuna watoto wa milegea; milegea pia ina watoto. Hebu nataka uniambie ni mtoto gani wa mtu niliomchukua mimi na kupeleka kwa watu, niambie kwanza. Kwa taarifa yako Anifa ameniambia kila kitu, na sio mimi tu, amemwambia mpaka mume wake, kwamba wewe umemchukua mtoto wake umempelekea huyo Dorin ili atambe naye kwenye ndoa yake. Hivi una akili timamu kweli? Mwanzani mm, oh, Yaani, usipagawe bado sana Kendi Kendi, mbona unataka kuniua kwa lazima? Kwa nini lakini, Kendi, unanifanyia mambo kama haya? We kufa ufi, ila cha moto utakiona. Na naomba sana Mwenyezi Mungu akuachiache kwanza mpaka mabara yako atakapoisha, kwa sababu wewe ukifa, mimi siwezi kupambana nayo hayo yote hayo. Yaani mjomba ninavyokwambia, mimi na watoto ule zawadi ule pale mchawi ule. Kwa sababu gani? Yaani leo bibi kaondoka mzima wa afya, kaenda zake kazini. Eti zawadi kamnunisha bibi anaumwa yupo hoi hoi. Tena anaumwa balaa. Kama sio uchawi kitu gani? Yule pale yule mshirikina, yaani mjomba wangu mimi nakupenda ndio maana nakwambia. Tena angalia sitakagombanisha na ntikimu. <laughs> Alafu mjomba hiyo yote tisa Kumi. Sasa alipokuja tu hapa nyumbani na bibi, bibi katokea kumpenda ghafla, yani ndo kwanza tutambulisha ndo mkwe wetu, yani mpaka nashangaa. Hebu, kelele wewe! Yani hapa leo ndo naamini kwamba mamba hawezi kuzaa nyoka hata siku moja, bali mamba atazaa mamba tu. Yani hizo tabia ambazo mko nazo nyinyi hata marehemu dada yangu Mboni alikuwa hivyo hivyo, aliharakia mambo akiwa katika umri mdogo na akawapata nyinyi pindi akiwa yupo shuleni. Kwa hiyo na nyinyi kama mmeamua kurithi tabia za mama yenu, nawaonea huruma sana. Hivi, kwa umri huo ambao nyinyi mko nao, mnajua nini kuhusiana na mahusiano? Nawauliza nyinyi, mnajua nini kuhusiana na mapenzi? Mnaweza kunishauri mimi nyinyi? Haya basi, nishaurini kama mnaweza. Mimi ndo mkubwa, nyinyi ni watoto. Mnawezaje mtoto mkaja mkanishauri mkubwa mzima mimi kuhusiana na mahusiano yangu? Sasa nisikilizeni kwa makini, kuanzia sasa hivi Zawadi popote ambapo mtamwona, mjue kabisa ni mkwe wenu Yani ni mke wangu mimi mtarajiwa. Umbavu umeona, Kilanga mi nakwambia tuwache ngongo, ngongo, ng'ongo nini sasa? Kwa nani hapa alikuwa kwanza kuongea? Ni wigi lake lile. Wewe Zawadi mkwe yetu, umbea huo umbea kamtoto. E. hmm. N kujifanya msafi, niacha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 Jamaa, we sio bure. Yaani, wewe mwanamke kakoroga. Usuhuba na ukuruba ni jambo jema sana kwa wongwana. Hivyo basi, usuhuba wetu utabaki halinda ya halinda. Eh hey, Mungu Baba, watu wanaja kukopa tukurudisha hawezi kana. Unataka kukopa tukurudisha hawezi kanini? Mimi nakwambia jua la kesho ulioni Upepo na tufani vinanisukumami, atariski ninayoipatami haitoshelezi kuilisha famili. Ingilia kati, e Mungu e, e Baba e, e mana wendo, nguzo yangu oh, Baba.